Kwamba mtu anaanzaje biashara ya ujasiriamali akiwa kwenye ajira ni simple. step ya kwanza kwenye ujasiriamali ni kuwa expert. kama umeajiriwa jifunze kwanza kukifanya hicho kitu vizuri ambacho unakifanya vizuri. Baada ya hapo, jifunze namna gani ya kuanza kufanya kutengeneza jina lako kutengeneza brand, personal brand kwa kutengeneza personal brand Ndo jambo la pili. Baada ya kuwa umeshajua nini cha kufanya, anaitengenea content kama uh, educational content pamoja na your story. Baada ya hapo, unajifunza kwanza kutengeneza conventional story, conventional, uh, content. kutengeneza content za kuweza ku deliver kufanyia watu wa kufuata kufu, wa na kufanya kazi na wewe. Ukiweza kufanya kazi kutengeneza content zote tatu kwa muda mrefu brand yako inasimama. Ka ukiwa ofisini, umejifunza kazi, umejifunza kutengeneza personal brand yako, watu wataanza kukufata kuomba msaada na kuomba kufanya kazi na wewe, then hapo unaanza ujasiriamali. unaanza kuingiza hela zako zako binafsi, achana na hela za ofisini. Ukishaingiza hela zako binafsi, then unaifanya kwa muda kwa muda wa kurudia wa kurudia wa kurudia. Ukiweza kutengeneza cash flow ya kusimama, unaacha kazi, unaweza kufanya biashara yako mwenyewe bila hofu, bila stress, bila nini, kwa sababu wateja wako wapo, soko linakujua na unaweza kutengeneza pesa muda wote, saa yote. Hapo ndipo unaweza kuwa mfanyabiashara biashara ukiwa bado ukiwa kazini.